Watu wengi wamekuwa wakipambana katika kuboresha afya zao lakini pia kuwa na mtindo bora wa maisha kwa ajili ya kuimarisha afya zao. Je, kwa wale wanaotumia vilevi kama bia, unajua kuwa chupa moja ya bia unatakiwa kunywa kwa saa moja? Tumsikilize mtaalamu wa afya ya jamii mstaafu, Dr. Ali Mzige akizungumzia juu ya swala hilo. Kwanza ni mtindo bora wa maisha kwa ajili ya afya yako mm. Uwe kijana uwe baba mama mtoto, zingatia ulaji bora kwa kula mlo uliokamili, mlo wenye matunda, mlo ambao hauna sukari kwa wingi, mlo ambao unapata chakula cha nafaka, mlo vile vile ambao utakuwa na mboga za majani, utakuwa na protini, lakini pia katika mlo huo lazima kuwe na maji. Hayo maji ni muhimu kwa sababu theluthi mbili ya mwili wa binadamu ni maji. Lakini kwa mtu ambaye ana uzito mkubwa ana, ana uh, mafuta mengi mwilini, kiwango cha maji kinapunguka. Hiyo kitakachomsaidia huyu mtu ni kufanya mazoezi ya mwili na viungo mara kwa mara, muda usiopungua nusu saa kila siku, angalau labda mara tano kwa siku au mara sita, lakini ikiwezekana kila siku. Lakini mtindo usiofaa imebidi watu waepuke ulaji usio bora, kama kula vyakula vyenye mafuta kwa wingi, mm -hmm. sukari nyingi, mm -hmm. na chumvi nyingi, hizi chipsi, kuku, mayai <laughs> wanazopenda kula sana vijana, mm -hmm. wanaita fast food, junk food mm -hmm. kule Kairo Misri wameona kwamba kuna asilimia kubwa sasa, watu wenye umri chini ya miaka arobaini mm -hmm. wameanza kupata saratani ya utumbo mm -hmm. mpana, colon cancer, kwa ajili ya kula vyakula kama hivyo mm -hmm. hata hapa kwetu watu wanaongezeka uzito sana mm -hmm. kwa hiyo kinachoshauriwa pia ni kwamba uepuke kukaa muda mrefu bila kufanya mazoezi ya mwili mm -hmm. anayekaa masaa manne mm -hmm. bila kufanya mazoezi ya mwili mm -hmm. hana tofauti na mtu aliyevuta sigara kumi na nne ambazo katika msingi bora uh -huh, ni pia na kupunguza uvutaji wa sigara; ikiwezekana uwache kuvuta sigara uh -huh, na unywaji wa pombe vile vile. Kama mtu anakunywa pombe, kwa mwanamume uh -huh, ni chupa mbili kwa siku na kwa mwanamke ni chupa moja. Lakini uh -huh, kama unataka hali yako iwe nzuri uh -huh, chupa moja ya pombe chukua nusu, karibuni saa nzima kuinywa, ili usiharibu moyo, kwa sababu jinsi unavyoongeza pombe mwilini mwako na moyo wako vile vile unaathirika uh -huh. Unaweza kupata matatizo ya kisukari, shinikizo la damu, hata saratani. Ni vema watu wakakinga sasa kuliko kujitibia magonjwa kama hayo mm, kwa sababu huponi kwa siku moja. Ni magonjwa yasiyo ya kuambukiza yanayohitaji kubadilisha mm, mfumo wa maisha. Asante sana Dr. Mzige, umetupa somo zuri sana natumaini. Tumejifunza mengi kupitia afya, tumejifunza mengi kupitia utaratibu wa kuboresha afya zetu. Usisahau kulike kwenye Facebook account yetu The Beauty TZ, kutufollow kwenye Instagram The Beauty TZ, Twitter, The Beauty TZ na kusubscribe kwenye channel yetu ya YouTube The Beauty TV.